Wafanyabiashara wa soko la Kakola kata ya Bulyanhulu wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili katika soko hilo, ikiwemo umiliki na miundombinu. Akizungumza na Mjasilia TV sokoni hapo, mwenyekiti wa wafanyabiashara katika soko hilo, Fredinand Festus, amesema kwanza, hili soko naloliona hili hili ni soko ambalo tunaweza tukasema liko katika umiliki wa mtu binafsi lakini katika mtu binafsi huyu amehitaji kulikabidhi serikali. Ameiomba serikali wakae pamoja, wapate kuelewana, maana amehitaji aliachie serikali. Na waliwahi kupita mbunge na watu wa mgodini waliwahi kupita na mkurugenzi, alikuja diwani, tulimuomba diwani, tulitoa ajenda kwake naye akatueleza ajenda ilikuwa nzuri tu, akasema ni kweli soko halitakiwi kutoka katikati ya mji, kinachotakiwa tuangalie namna tunafanyaje ili kusudi ili soko libake katika hatima ya serikali. Ameongeza kwa kuiomba serikali kuwasaidia wafanyabiashara ni namna gani ya kupata mikopo yenye riba nafuu, ili kuwakwamua kiuchumi na kuepukana na mikopo yenye riba kubwa. Wajasiriamali humu wanafanya kazi kwa wakati ambao ni mgumu sana. Ni watu ambao wamebaki tu wanafanya biashara katika ile mikopo na wanaita nafikiri wanaita, kausha damu ile. Eh, huku wanaita mikopo umiza, mikopo maliza eh, mikopo yenye riba ngumu, masharti magumu ambayo imefanya kuna watu wengine mpaka wanashindwa biashara wanakimbia biashara, lakini kama tungepata mikopo ya kiserikali ikaamua kubeba watu wa hapa hicho ni cha kwanza sana ambacho nafikiri kuwa ameenda kuinua watu. Emiliana Kibona kuisailiwe, ni mfanyabiashara katika soko hilo, amekuwa na haya ya kuzungumza. Miundombinu ni mibovu, ninyi wenyewe waandishi wa habari mnajionea kwa macho. Miundombinu ni mibovu, soko ni baya, halina mpangilio. Sasa hapa tuko kwenye soko la, la mtu. Kuna kipindi nilitaka kama vile kuhamishwa tukawaomba kwa sababu watu wanaokaa hapa ni wengi, inabidi hili soko linunuliwe au yule mwenye soko sasa athaminishiwe fedha zake apewe mali. Omba tu wadau wote popote pale walipo, jamani, watu angalie wanakakola hili eneo linahudumia ni watu wengi sana. E, na ukiangalia hili soko huwezi kawamini kama hili soko labda liko kwenye mazingira ya mgodi. Ni soko ambalo halitamanishi hata vyo tu hakuna, yaani kila kitu, ninaposema miundombinu ni kila kitu ni kibovu. Naye Hadija Juma Shausi ambaye pia ni mfanyabiashara amesema usalama wa bidhaa zao sokoni hapo ni miongoni mwa changamoto zinazowakabili wakabili. Unaishi kwa wasiwasi wasi kabisa, ndio maana hatuimarishi hatuweki mali za kutosha. Unaona hizi mbao mbao hizi ni wakati wowote unaweza ukapata tatizo tu, mtu akaja akavunja akachukua vitu vya, vya, vya thamani kwa hiyo tunashindwa hata kutunza vitu vyetu kwa kwa uimara zaidi, ili soko likaboreshwe, ili sisi tuwe na msamo kamili, sio kuhamishwa hamishwa kwenda huko mara ya kwenda huko, kwa sababu tunakula hasara. Kizungumza kwa njia ya simu na Mjasilia TV, diwani wa kata ya Budiangulu Shija Luyombia amesema kwanza, hiyo changamoto naijua na, na, na, na kwani ya mta mayezu na walishaiona na walishafikisha kupitia uongozi wao walishafikisha wow kwenye ofisi yangu kwa, uh, sababu kata tulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanakipaumbele kwa maana ya kijamii, lakini Mdip. hilo ni la muhimu kwa sababu ni sehemu ya chanzo cha mapato. Tumejipanga kupitia fedha zetu za CSR kuwatengenezea soko ambalo litakuwa wazuri na la kisasa ambalo linaweza likawasapoti na likawasaidia. Kwa hiyo, na sisi pia litakuwa kama chanzo cha mapato kwetu, sababu wao wataingia mle, ingawa ada itakuwa ni nafuu kuliko wanaolipa kwa sasa e, lakini itakuwa ni sehemu ya chanzo cha mapato kwenye kata yetu. Kwa hiyo, tunalo kwa muda wowote tawapa mrejesho ambao tumefikia hatua gani kwa asilimia ngapi na kivi kitafuatia. Soko ni miongoni mwa maeneo ya ukusanyaji mzuri wa mapato ya serikali kwa maendeleo ya taifa. Mimi ni Pili Mkono na hii ni Mjasilia TV.